Tunapotaja mashujaa waliopigania uhuru kutoka pwani ya Kenya, jina linalokuja akilini ni Mekatilili wa Menza, mwanamke kutoka jamii ya Wagiriama. Hadi leo, Wagiriama, wa Mijikenda na wa pwani kwa ujumla wanalitukuza na kulisifu jina la Mekatilili kama shujaa wa kike aliyejikita na kupigana dhidi ya ukoloni wa Waingereza. Lakini huyu Mekatilili ni nani? Na kipi kilimhamasisha kuleta vuguvugu la upinzani kwa jamii wa ya Wagiriama dhidi ya wakoloni. Mekatilili wa Menza alizaliwa katika eneo la Kilifi karne ya 19, mwaka wa 1840, katika pwani ya Kenya. Wakati wa ujana wake Mekatilili hakuwa na lengo wala hakutaka kuwa mpinzani wa wakoloni. Alikuwa mfanyabiashara tu. Aliuza bidhaa katika mji wa Malindi, takriban kilomita 75 kutoka Takaungu ambapo ndipo nyumbani kwa Mekatilili.